Timotheo anaambiwa na baba yake wa kiroho Mtume Paulo, mtu asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo. Anamwambia afundishe watu, akaripie na kukemea. Wale wanaolitumikia kanisa kama wachungaji wasaidiwe mahitaji yao, maana hata ng'ombe anayekokota jembe anakula mazao anayolima, na huwa hafungwi mdomo, bali anaachiwa ale yale mazao anayopura, ila asiwe mwonevu kwa washiriki pale mahitaji yake yamekidhiwa, asilazimishe wamfanyie vitu ambavyo washiriki hao wana uwezo mdogo kuvifanya. Mfano, mwinjilisti anayeenda kuhubiri na kutoa masharti kwa washiriki kwamba, mimi nitakapokuja kwenu nataka muwe mmenunulia chakula hiki au kile. Mimi sili chakula cha mbuzi, inabidi mnununulie viatu vipya na simu mpya na kadhalika. Pia hatakiwi kuwa mbadhilifu na anayekopa watu pesa na yasilipe. Paulo anasisitiza kuwa mtu akileta mashtaka atafute mashahidi ili ithibitike kuwa ni mambo ya kweli. Pia asitoe hukumu kwa haraka, asimwekee mtu mkono wa uchungaji haraka, na ajilinde na nafsi yake ili awe safi, asije akaangushwa na Shetani. Japo ni mchungaji, ana majaribu yake tofauti na magumu zaidi, hivyo awe makini, maana akijisahau tu ataanguka kwa kishindo.